Sidhani kama kuna mwanaume yeyote ambaye ana akili timamu ambaye anaweza asipotee kuwa nawausaa. Heshima yako, utii wako, nidhamu na stara yako pia, na hivyo ndo vitu ambavyo vinanifanya nikupende. Aaiaa, unanitii, una ni unaniheshimu, unanipa nafasi ya kujua na mimi pia ni mwanaume katika mahusiano yetu. Nakupenda kuliko vile ambavyo unaweza kufikiri, na nafikiri pia vitendo vyangu vinazungumza hivyo hata kabla sitamka haya ambayo niyatamka leo.

Malavu, inawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo nakuwa nafanya kwako nazima, ni kama dharau, lakini binafsi sikuwahi kufikiria kudharau kwenye maisha yangu. Basi sawa, naomba nikuombe kitu kimoja. Baby, your wish is a command Naomba na kanitambulishe kwa watoto wako na kwa marafiki zako pia. Ukifanya hivyo nitajiona mwanamke wa pekee sana kwako, Nixon na ambapo nitaudhihirishia umma wote, Anita is now official wife is now official Mrs Nixon, na hiyo ni siku ambayo nitakufisha pete ndoa kidoleni mwako. Mmm, nitafurahi sana. Atanka furaha yako haitoweza kuifikia hata kidogo furaha ambayo utakuwa nayo. Utajiona mwanaume mwenye bahati <tikimu> kuliko wanaume wote. Asubuhi asubuhi hapo kwenye mawazo tu, kazi tufanye vipi tu. Hasa misi, unafanyaje kazi hapo? unafanya kazi, kazi. Sikujitia maaibu tu na matatizo kila siku, madeni madeni na sisi, unafanya kazi watu wanakuja kuchukua hela, hamna kazi yote unafanya sasa. Wewe kwa sababu ao Mchopa ndo kazi tusifanye tuifanye, italala vinginevyo Tunafanya kazi unapata nini? Kaka Mchopa amesha tutia aibu mtaani kote, kila sehemu. Kipeta mafundi wa Mchopa ndo wale mafundi, a, wa Mchopa ndo wale. Haya ndo matatizo, mwisho wa siku nakuja kuchukuana, tunapeleka na polisi. Ni mambo hayo, sitaki wazo lako zuri, labda twende tukamwangalia Eh hey, tena mimi ngoja nibadilishe hapa chapu. Wewe kama unaingiza vitu vyako hivyo ingiza tunaondoka. Poa, poa, poa. Basi. Wewe mumeo? hmm. Hmm. Hmm. He, he. Hey, hey, imekuwa heri. Yuko mondani. Hiyo ndo salamu. Eh? Nisikilize, <tuk> nilichokuuliza, naomba unijibu, mumeo yupo? Mume wangu hayupo. Sasa basi, kama mumeo hayupo, wewe kama mwanamke mwenzangu, nadhani unajua uchungu wa biashara. Mimi biashara yangu ndio mnalisha familia yangu eh. Mimi ndio kila kitu kwenye ile biashara. Mumeo kaja kanikopa, namdai pesa yangu shilingi elfu kumi na tano. Sasa basi, atakaporudi mwambie nimepata pesa yangu kama ipo ndani nitolee, niondoke nayo. Ndani sina pesa na mume wangu pia hayupo, msubirie huko kilabuni alipokopa huko, akija mtamalizana. Aha, hey. Mwambie mama muuza akaja hapa pata pesa yake. Nitakaparudi tena mguu huu kaingia hapa, nitakuja kwa sura nyingine, chochote nitakachokikuta ni harali yangu, mpaka atakaponipa hela yangu. Atakaporudi, mwambie mama muuza alikuja kupata pesa yake. Aniletee pesa yangu ninaitaka.